Haleluya, ni kukaribishe tena katika kipindi kizuri kabisa cha mafundisho ya neno la Mungu aa, ambayo tulianza nayo kipindi kilichopita, na sasa tunaendelea tena na fundisho hili lililokuwa linasema umaskini wa neno la Mungu ndani ya mtu ni umaskini wa vitu, na mimi nataka niendelee kutoka hapo. Kama kuna umaskini wa neno la Mungu ndani ya mtu, ina maana kuna utajiri wa neno la Mungu ndani ya mtu. Sasa utajiri wa neno la Mungu ndani ya mtu ndio utajiri wa vitu vinavyodumu. Utajiri wa neno la Mungu ndani ya mtu ni utajiri wa vitu vinavyodumu ndivyo Biblia inavyosema: utajiri na heshima viko kwangu. Anazungumzia utajiri na udumu, anazungumzia kwenye Mithali. Sasa umaskini ni nini? Umaskini ni mtu kuwa hana vitu. Umaskini ni mtu kuwa hana vitu. Utajiri ni mtu kuwa na vitu, utajiri ni mtu kuwa na vitu. Tukisoma neno la Mungu kutoka kwenye Mwanzo 24 msari ule wa 35 Biblia inasema, na Bwana amembariki sana bwana wangu, amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu na watumwa na wajakazi na wajakazi na ngamia na punda. Huyu mtu alikuwa mkuu kwa sababu ya vitu vingi alivyokuwa navyo, ndivyo vilivyoleta mjumuisho wa mali alizokuwa nazo. Mali zinatokana na vitu vingi ambavyo mtu anakuwa navyo. Huwezi kuwa na kitu kimoja ukasema una mali nyingi. Kwa hiyo Mungu alimbariki sana Ibrahimu.